Na jambo kubwa ambalo tunazungumza, tunafahamu kwamba tayari msimu wa kilimo umefika. Sasa hivi maandalizi yanafanyika, watu wanajikusanyia mbolea, watu wanasafisha mashamba, lakini watu wanasisitizwa matumizi sahihi ya mbolea pamoja na kufuata zile kanuni bora kabisa za kilimo ili kilimo kiwe na tija, lakini yanazungumzwa masuala ya udongo na nini manake udongo unatajwa kuwa na tindikali na vitu kama hivyo, kwa mujibu wa watafiti. Kwa ofisa kilimo uh, yuko hapa kutuelekeza mambo kadha wa kadha, lakini watu walikuwa wanasubiri ya mbolea za ruzuku. Sasa atatuambia kama zimefika kama hazijafika. Je, bei elekezi ni ipi? Imepanda imepungua? Mtu anapataje? Na na mambo mengine mengi ambayo Owakaribu sana kwanza, habari asubuhi? Salama salama. Habari ya siku nyingi, njema njema, yanakwenda njema, niko vizuri kabisa. Kwa sana. Falmeni, karibu sana ufalmeni, karibu sana Kings FM, mkulima yuko tayari kukusikiliza, asante sana. Uh, ni sahihi kwamba saizi sasa ni wakati mzuri wa kuandaa mm. mashamba. Kabisa. Na saizi tupo kwenye kauli mbiu ya kilimo biashara ya oh. Yani kwamba wakulima tulime kwa tija, yani maanake unachokiwekeza shambani mwisho wa siku kipe, kikupe matokeo ambayo ni chanya, mm. Kwa hiyo tunavyozungumza kilimo biashara huwa kipo sambamba na, ma, na kufanya yale ambayo yanatakiwa kufanyika kwenye kilimo mm. Kwamba kuzingatia zile kanuni bora za kilimo yep. Kwa hiyo kwa wakati huu tulionao ni wakati wa maandalizi ya mashamba mm. Ni wakati ambao tayari wakulima wanatakiwa kuandaa mashamba, lakini kwa wale ambao tayari washaandaa mashamba maanaake wako na hatua ile ya upandaji ndio kitu ambacho saizi kinafanyika na wakulima wetu wa halmashauri ya mji Njombe. Kwa hiyo vitu vya kuzingatia wakati wa kuandaa mashamba, mkulima anatakiwa aandae shamba shamba lake kwa wakati. Na kwenye kuandaa shamba, uh, manake shamba natakiwa lifyekwe kwa wakati. Mkulima anavyoandaa, kwa saizi tunategemea, tunavyozungumza kilimo biashara, tutumie zana za kilimo ambazo ni za kisasa. Na kwa bahati nzuri au njema ni kwamba Halmashauri ya Mji Njombe imepokea trekta ambazo zimeletwa na serikali kupitia Wizara ya Kilimo kuweza kumtoa mkulima kwenye yale matumizi ya kawaida ya kutumia jembe na kutumia muda mrefu kuandaa shamba, aweze kutumia zana za kilimo ambazo ni za kisasa zaidi, kutumia muda mfupi kuandaa shamba na mwisho wa siku kuanza maandalizi ya kupanda mazao kwa wakati. Kwa hiyo cha kuzingatia kwenye maandalizi ya shamba hapa ni kuzingatia muda wa kuandaa shamba, kwamba uandae kwa wakati. Kutoka kwenye hilo badala ya kutumia zana hizi za za za za zamani, kwa maana ya kutumia jembe, sasa hizi kuna hizi trekta, na upatikanaji wake maana yake ni mkulima kutoa taarifa ofisi ambayo iko jirani yake au kwa afisa kilimo ambayo iko jirani yake. Trekta itafika shambani kwake awezi kuandaa shamba kwa wakati kwa hiyo vya kuzingatia ni hivyo kwamba mkulima awezi kuandaa kwa wakati. Watu na na wakati na sana zimeshuka tayari, mkulima anaanza kuwa na, na, na hofu au kuwa na tempa ile anaona aanaanzakua yeye bado hiyo hajachelewa, ana zipo zipo kwa ajili ya wakulima. Hiyo kwenye maandalizi ya, ya shamba mkulima anatakiwa andae kwa wakati, lakini pia mkulima akisha andaa shamba manake Uh, kwenye maandalizi ya shamba ndo hapo ulikuwa unazungumza kwamba kuna vitu vya kuzingatia sasa kwa maana ya kujua rutuba ya shamba lake. Kwenye kudu, kujua rutuba ya shamba lake, mkulima anashauriwa kupima afya ya udongo. Maana yake kupima afya ya udongo hapo ni kujua virutubisho vipi vipo kwenye shamba na virutubisho vipi vimepungua kwenye shamba lake. Kwa hiyo ni muhimu sana mkulima kupima afya ya udongo kwa maana ya kujua virutubisho ambavyo vimepungua kwenye shamba lake, na mwisho wa siku huwa mtaalamu ambaye anakuwa amefika pale kuchukua uh, uh, kuku, kutambua virutubisho vilivyopo au vilivyopungua, anamshauri nini akifanye kwa wakati huo kuweza kurutubisha shamba lake. Kwa hiyo huduma hiyo ipo kwa maana ya kupima afya ya udongo, ipo, mkulima anashauriwa atambue afya ya udongo kabla hajaweka haja, haja, haja mazao yake shambani, na hata kama ameshaweka mazao yake shambani basi anaweza kupima afya ya udongo kwa maana ya kujua mbolea ipi anaweza akaweka shambani kwa wakati huo. Kumekuwa na ile hali ya mazoea mkulima na mkulima mwenzake wana, wanaambiana tu kwamba mbolea fulani ndo inaweza ikawa inafanya kazi vizuri pasipo kujua kwenye shamba lake ni virutubisho vipi vimepungua. Kwa hiyo umuhimu mkubwa wa kupima afya ya udongo ni kujua virutubisho vilivyopungua kwenye shamba lake na kujua nini afanye ili kuweza kurutu, kurutubisha lile shamba lake. Mm. Kwa hiyo huwa ni muhimu sana mkulima kupima afya ya udongo. sa sasa sa, uh, kwa udongo wa Halmashauri ya Mji Njombe unafanana katika maeneo yote ama unatofautiana baina ya eneo na eneo? Udongo huwa unatofautiana baina ya eneo na eneo, haufanani. mm. mm. Sasa <laughs> unaweza kusema labda halmashauri yote ina ingine ina, inaweza <laughs> <laughs> ina, ikawa ina, inafanana ina kwa sababu labda iko Halmashauri ya Mji Njombe au kwe, kuna, kuna maeneo mengine yako na kichanga mwingine ana udongo wa mfinyanzi, mwingine ana udongo wa kawaida sawa. Kwa maana ya aina za udongo mm -hmm. zinatofautiana okay. Kuna sehemu kweli kuna hiyo ya mfinyanzi mm -hmm. Lakini kuna maeneo mengine kwa njombe kichanga sio sana, kwa maana ya halmashauri ya mji Njombe, ila sana maeneo mengi ni mfinyanzi, kichanga ni sehemu chache sana, lakini kwa maana ya ya, ya ya virutubisho huwa vinatofautiana kulingana na eneo na eneo mm -hmm. ikumbukwe unavyokuwa umeweka mazao shambani, maanake yale mazao yanatumia vyetu virutu virutubisho vivyoko shambani. Unavyovuna maanake kuna virutubisho vinakuwa vimepungua shambani, kwa hiyo hiyo inashauriwa upime kujua kiwango kipi kimepungua shambani na ufanye nini kuweza kurutubisha lile shamba mm. na hakuna hakuna maelekezo ya jumla yani, kwamba uh, ndiyo udongo unaweza kuwa umetofautiana mm -hmm. uh, hivyo virutubisho vinaweza vikapungua. Sasa yale maelekezo ya jumla ambayo mtu anaweza akafanya mm -hmm. Kwamba sasa nikifanya hivi naweza nikarutubisha uh, shamba langu. Kwa mfano uh, huwa inashauriwa wakati mwingine, kama umelima shamba kwa muda mrefu, unaweza ukafikia mahali ukaliacha. Ukaliacha, yes. Kwanza huku wanaita kulalia, yani likakaa usili, usililime, alafu baadaye, baada ya miaka labda miwili mitatu, ndo ukaja kulilima tena. Sasa maelekezo kama haya ya jumla yanaweza yakafanana katika Uh, maeneo na maeneo ili kamba... mtu aanze hatua ndogo tu pale kabla hajamuita mtaalamu sasa kuja kupima udongo sawa. Kwa hmm, maana ya kwamba kabla ya mtaalamu kufika hmm, kuna njia ambazo mkulima anaweza kazifanya kurutubisha hmm, shamba lake. Hmm, hmm, moja ya njia mojawapo ni tayari umeisema kwamba unalipumzisha shamba yaani kwamba unavyokuwa umelima shamba kwa muda mrefu inapelekea kiwango cha virutubisho kupungua kwenye shamba lako. Kwa hiyo njia mojawapo ya kuweza kurutubisha lile shamba ni kuliacha shamba, unalipumzisha. Lakini pia kuna njia ambayo inaweza ikatumika, kwa maana ya kwamba kuna wakulima ambao unakuwa umelima labda zao la mahindi baada ya kuvuna, wengi wao yale mabua wanachukua wanaenda kulisha mifugo au wana, wanachoma moto. Badala yake wanaweza kaacha shambani, yanavooza yanaongeza kiwango cha rutuba shambani ehe. Kwa hiyo kuna njia kama hizo ambazo unaweza kuzifanya, lakini pia kuna kilimo mzunguko. Msimu huu unaweza umepanda mahindi, msimu mwingine ukapanda zao lingine ambayo sio jamii za ulili, ambapo kumi alipanda hiyo, nayo huwa inasaidia kuongeza kiwango cha rutuba kwenye shamba la wakulima, kwa maana hiyo na hizo njia ambazo nimezitaja hizo njia yeah, tatu ambazo mkulima akizifanya kimsingi anaweza kawa anaongeza rutuba kwenye shamba lake. Sawa, so, tunaweza kuendelea sasa eh, pale ambapo ulikuwa umeanza masuala ya afya udongo hapo nimekuingilia. Aha, e, sawa. Basi kwenye habari hiyo ya, ya, ya afya ya udongo maana yake ndio hicho Uh, mwisho wa siku tunachokilenga ni kujua uh, kiwango cha virutubisho kilivyopo, lakini pia unaweza kukuta shamba, mtaalamu amefika amepima, akakuta kiwango cha virutubisho kiko sawa uh, changamoto inayokuja mkulima anapokuwa nazarisha hafikii ile tija ambayo anakuwa ameitarajia yeye. mm -hmm. Shida nyingine huwa ni kiwango cha tindikali mm -hmm. Kwa hiyo upimaji wa afya ya udongo huwa uko sambamba na upimaji wa kiwango cha tindikali shambani. Tindikali ikiwa nyingi shambani, manake inazuia vile virutubisho ambavyo viko kwenye shamba visipatikane kwenye mimea. Kwa hiyo unaweza kama una shamba lako liko vizuri, umefanya hizo njia zingine, kwa maana shamba umelilaza, umeacha yale mabaki shambani, lakini mwisho wa siku ile tija ambayo unakuwa unaitarajia kuipata huipati. Huwa changamoto nyingine ni kiwango kingi cha tindikali. Kwa hiyo kuna njia ambazo zinafanyika kwa maana ya eh, cha kwanza kutambua kwamba unaotambuaje kwamba kuna tindikali shambani? Kuna njia za kawaida. Uh, kwa, kwa hapa Njombe mjini, kwa maana halmashauri ya mji Njombe, kuna kuna njia ambazo kiziangalia, kuna vitu ambavyo kiviona shambani, unajua kabisa ile shamba lina kiwango kingi cha tindikali, ambapo kwa kiruga chetu tunaita masiru. Umefika shambani, shamba lako limejaa masiru, hiyo ni ishara kwamba shamba lako lina kiwango kingi cha tindikali. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukifika mtaalamu kifika naweza kaviona kajua kabisa hii, kwa hali ya kawaida hili shamba lina kiwango kingi cha tindikali. Njia ambacho kitu kimojawapo ndio hiyo kuwa na wingi sana wa ayo magugu ya ambayo ni kwa kiluga chetu tutasema ni masiru. Unaona eh? Kwa hiyo sambamba na hilo, mtaalamu anavyofika anafika na vifaa kabisa maalum kwa maana ya kupima kiwango cha tindikali, atapima, ataona kwamba kiwango kipi ni kiwango gani ambacho kipo kwenye shamba husika, ambapo kutakuwa na njia ambazo zinaweza zikasaidia kuru, kurutubisha au kutoa hicho kiwango cha tindikali kwenda kwenye hali ya kawaida, ambapo kwa hali ya kawaida kinachofanyika watu na tunakuwa na matumizi ya chokama zao hicho kama zao huwa inasaidia kurudisha uh, ile hali yani, kutoa ile hali ya tindikali kwenda kwenye hali ya kawaida, na wakulima wengi wamekuwa waki, wakisikia hiyo wamepata wa, wa, wa habari tofauti tofauti kwa maana ya chokama zao. chokama zao ni muhimu sana, ni muhimu sana hususan ni kwa halmashauri ya mji Njombe mm-hmm. kwa maana kwamba tafiti tayari zishafanyika, inaonekana eneo kubwa la halmashauri ya mji Njombe limeathirika na tindikali kwa asilimia 40. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni kama ni halmashauri nzima kwa hiyo tunashauri au tunawaasa wakulima wawe na matumizi ya chokaa mazao. Unaweza kuwa unatumia mbolea nyingi lakini kile ambacho umekitegemea kukipata au ukipati. Umeweka mbolea kutosha na mpaka sasa tunavyozungumza ndugu mtangazaji kuna wakulima ambao wanatumia mpaka mifuko tisa kwa eka moja. Mm. Ambapo hiyo yote unaweza kuta ni jitihada za mkulima kupambana na kuona namna gani aweze kuongeza uh, uzalishaji wa mazao lakini kikubwa ambacho natakiwa tukifahamu ni tujenge tabia kutumia chokama zao ili tuweze kutoa hiyo uh, hali ya tindikali iliyopo kwenye mashamba yetu na kurudi kwenye hali ya kawaida. Na hii tindikali ime ime na inatajwa kwamba inazidi kuongezeka siku hadi siku. Inasababishwa na nini? Inawezekana mwanzoni yakukuwa na tindikali imekuja katika harakati za mkulima kuendelea kulima. Inakuja na nini ni sahihi? Hicho ni kitu cha msingi sana ambacho wakulima wanatakiwa wakifahamu. Mm. Uh, moja ya vitu vinavyosababisha ongezeko la tindikali kwenye mashamba yetu ni matumizi yasiyo sahihi ya mbolea mm. Yaani kwamba mkulima yeye amebeba mbolea na weka tu, yani lazima tuzingatie zile kanuni bora za matumizi sahihi ya pembejeo. Kama ina, unashauriwa kutumia gramu tano kwa kwa kwa kila kwa kila shimo labda mkulima amepanda zaura mahindi. Wewe unavyokuwa unazidisha unaweka zaidi ya gramu ishirini maana yake ni matumizi ambayo sio sahihi ya mbolea. Lakini pia Uh, kuna ile ya kulima muda mrefu, yani kwamba umelima shamba lako ni miaka yote unalima shamba hilo bila kulipumzisha, hiyo nayo inaongeza kiwango kingi cha tindikali, kwa sababu hapo shamba halipumziki na nilivyosema kwamba una unapanda uh, mazao yako shambani. Manake kuna kiwango cha virutubisho kinatoka. Sasa unavyokuwa unaendelea kulima bila kulipumzisha baadhi ya virutubisho vinapungua na kuna vingine ambavyo sasa vinavyobaki shambani vile vinaongeza kiwango cha tindikali shambani, ambavyo mwisho wa siku sio uh, sio huwa ha, havitumiki kwa maana ya mazao, yaani mazao yale hayavitumii vile virutubisho. Kwa hiyo kwa maana hiyo unavyokuwa unalilima shamba lako muda mrefu bila kulipumzisha, nayo inaweza kapelekea hiyo. Lakini kuna matumizi ambayo sio sahihi ya viuatilifu. Viuatilifu huwa ni sumu na kwa kipindi cha nyuma walikuwa nakuta wakulima labda mvua zikinyesha, kuna kuwa kama na kama minyo fulani hivi natembea shambani, hiyo uh, ni, nyumbani ukiona labda kule kwenye karibu na nini na nyumbu, naona mvua zikinyesha na minyo inaonekana. Saa hizi hicho kitu hakipo, maana yake tumekuwa na matumizi ambayo sio sahihi ya mbolea ambayo mwisho wa siku eh, au kuna mbolea na hivyo viuatilifu, ambao vinaenda kuua wale wadudu ambao ni rafiki kwenye udongo, na wao wanasaidia kwenye zoezi zima la urutubishaji wa udongo. Kwa hiyo vitu ambavyo vinapelekea hiyo hali na kulinganisha na kipindi cha nyuma ni hayo matumizi yasiyo sahihi ya mbolea, matumizi yasiyo sahihi ya virutubisho, lakini pia kulima kwa muda mrefu shamba bila kulipumzisha, hiyo nayo inapelekea ongezeko la tindikali kwenye shamba. Mm. Na imetajwa kwamba uh, choka mazao nayo imewekewa ruzuku ya serikali au hizi ni taarifa tu za mitaani? Uh, kimsingi mpaka saizi tunavyozungumza yeah. Chokama zao bado haijawekwa ruzuku. Oh, okay. Lakini mchakato upo uh -huh. wa kuweka ruzuku kwenye chokama zao mm. japo mpaka saizi bei ni rafiki, kwa sababu chokama zao ya kilo hamsini mpaka saizi ina renji ina, kwenye elfu kumi na tatu mpaka kumi na tano hapo mm -hmm. e, lakini mchakato wa kuwekewa ruzuku unaendelea. Mm -hmm. Saa Sa, ulitaja pia masuala ya uh, mbolea za ruzuku, watu walikuwa wanasubiri kupata matumaini eh, kutoka kwa wataalamu kwamba vipi mbolea hizi zipo, eh, mbegu je, nazo zimewekewa ruzuku? Asante sana mm -hmm. na hapo sasa, maana yake tunakuwa tumetoka kwenye hali ya maandalizi ya shamba mm -hmm. tunakuja tunaenda kwenye matumizi sahihi ya pembejeo okay. kwa hiyo moja ya matumizi sahihi ya pembejeo ni matumizi sahihi mm -hmm. ya mbolea pembejeo ni neno pana lakini ndani yake tuna uh, matumizi sahihi ya mbolea. Ah uh, mbolea ha, zote. Kwa hiyo kwenye pembejeo kuna nini sasa? Kwenye pembejeo kuna mbolea, uh -huh. Okay. Kuna hizi zana za kilimo, kuna mbegu ambazo tunasema ni mbegu bora na sahihi kwa mkulima. Ndio hivyo vitu vyote vinaunda kitu kinaitwa pembejeo za kilimo. Uh -huh. Kwayo, kwa hiyo kwa maana ya mbolea uh, ni sahihi wakulima wanatakiwa watumie mbolea ambazo zipo kwenye mfumo wa ruzuku, na kimsingi zote ziko kwenye mfumo wa ruzuku. Kwa hiyo mkulima asiuziwe mbolea nje ya bei elekezi. Mamlaka ya ya, ya, ya mbolea kwa maana TFRA, ishatoa bei elekezi na bei elekezi hiyo ilikuwa inazingatia hata umbali. Kwa hiyo bei unaweza kuta ya hapa Njombe mjini iko tofauti na bei ya Makoo. Kwa hiyo mkulima anapokuwa ananunua mbolea kwa maana ya hapa mjini au sehemu alipo azingatie ile bei elekezi ambayo mpaka saizi uh, ofisi zote za kata wana hiyo bei elekezi. Hata wataalamu wa kata wana bei hiyo elekezi. Mkulima, uh, uh, kwa nini mkulima azingatie hicho kwamba kuna bei elekezi? Lakini pia anavyokuwa ananunua, ananunua mbolea ile kuna meseji ambayo inaingia kwenye simu yake, hasa ile meseji inakuwa na ile bei. Kama umenunua ni mfuko mmoja wa DAP maanake na ile message itakuonyesha kwamba umenunua kwa, kwa kiasi gani. Usilipie nje ya ile message ambayo unakuwa umeiona, kwa sababu inakuwa inaonyesha na bei husika ya mbolea ambayo unakuwa umenunua mkulima. Mm. Yeah. Mm -hmm. So, na, kwa, kwa, mfano udongo wa halmashauri ya mji Njombe unaruhusu watu kutanguliza kupanda mbegu kutanguliza kabla mvua haijanyesha. Ah, inashauriwa yani, manake udongo ule kwa sababu wakati wa kupanda huwa inaenda sambamba na matumizi ya mbolea zile za kupandia. mm -hmm. Kwa hiyo manake unavyoanza kuweka mbolea ya kupandia kwenye udongo ambao ni mkavu, manake ufanisi wa ile mbolea haupo. Kwa hiyo lazima ule udongo uwe na unyevunyevu ili mwisho wa siku ile mbolea iweze kufanya kazi. Kwa hiyo haishauriwi wewe upande mazao uh, kabla ya, ya mvua kunyesha kwa maana udongo kuwa na unyevunyevu wa kutosha. Wakulima wasubirie wapande mazao tayari udongo ukiwa na unyevunyevu wa kutosha mm-hmm. Na kwa utabiri kwa mfano wa hali ya hewa, kwa sababu wakulima wanasisitizwa pia kuendelea kufuatilia taarifa za utabiri wa hali ya hewa ili waweze kujua sasa uh, watapanda mbegu gani kwa muda gani, kwa sababu inaweza ikataje kwamba mvua labda ni chache mwaka huu, kwa mpande mbegu ambazo zinakomaa mapema. Vipi kwa utabiri wa uh, msimu huu wa kilimo umekaaje, eh, ndugu maafisa wa kilimo? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa Halmashauri ya Mji Njombe tunawashauri wakulima wetu hmm, wapande hizi mbegu za muda mrefu. Wasipande hizi za muda mfupi, kwa sababu hizi za za muda mrefu, manake kwa Njombe kuna mvua nyingi huwa zinanyesha mpaka mwezi wa 4 wa 5 pale zinanyesha. Kwa hiyo ukipanda hizi za muda mfupi, manake inaweza nazo ukuta na zoezi ambayo unatakiwa uvune muda huo, lakini mvua bado zinaendelea kunyesha na mwisho wa siku uh, kama ni mahindi unaweza ukashangaa yanaanza kuoza, yanaozea ya shambani. Lakini tukipanda haya ya muda mrefu tunategemea kwa Njombe huwa tunaanza kuvuna kuanzia mwezi wa sita wa saba ambapo kipande hizi za muda mrefu zinakuwa tayari zimekomaa. Kwa hiyo mm, tunawashauri wapande hizi mbegu za muda mrefu na zote zinapatikana kwa mawakala wote walioko hapa Njombe mjini na maeneo mengine ya halmashauri ya mji Njombe. Sawa, tutarejea msikilizaji, na tunaweza kuwa tunakamilisha e, na afisa kilimo hapa kuhusiana na masuala haya. Una swali basi, tumie 0774130 140 Je, umekuwa ukiteseka na kununua vifurushi vya intaneti kwa bei kubwa, na bahati mbaya vinamalizika kwa haraka? Sasa usiteseke tena, kwani mkombozi wako amefika kukuokoa, na huyu ni Swini Mabando Am.